Papa Leo wa kumi na nne alionekana kwa mara ya kwanza katika dirisha la basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatikani tarehe nane Mei elfu mbili na ishirini na tano mara baada ya kuchaguliwa, akiwa amevalia mavazi ya kiutamaduni ambayo yalivaliwa na mapapa wengine waliotangulia kama vile Papa Yohane Paulo wa pili, Benedikto wa kumi na sita, lakini haikuwa hivyo kwa Papa Francisco. Mavazi haya yana ya maana gani? Papa Leo alirejea kuvaa motseta nyekundu, ambayo inakumbusha nafasi ya mchungaji mkuu wa kanisa tofauti na siku za nyuma hii motseta ya Papa Leo haina mshazari uliozungukia kama zilivyokuwa za wakati uliopita, bali rahisi tu. Kwa kuongezea, Papa Leo wa kumi na sita alivaa msalaba wa kifuani wa dhahabu, pia nao ni nembo ya Papa na ishara ya mamlaka ya kichungaji ambayo inaashiria tofauti ikilinganishwa na ile ya Papa Francisco. Mavazi haya ki ya kipapa tayari yalivaiwa na Papa Yohane Paulo wa pili na Benedikto wa kumi na sita na mapapa wengine kama nilivyokwisha sema katika kati ya dirisha kuu la basilika Mtakatifu Petro. Mozzetta ni moja ya nguo zinazotambulika na na za mfano zilizovaliwa na papa enzi zote, zimejaa historia na maana ya kiliturujia. Aina hii ya joo fupi inaonekana rahisi na ni ya karne ya tamaduni za kuwakilisha moja ya vipengele tofauti vya mavazi ya kipapa. Kama ambavyo nimesema, ni fupi na inafungwa kwenye kifua na vifungo vya mfurulizo ambayo huvaliwa juu ya vazi liitwalo supliche au roketi kama wakati mwingine wanakwaya wanavyovaa kwa kiutamaduni. Ina kama kikofia kidogo nyuma kinachoitwa kokulo, ambapo katika mktadha wa Papa Leo wa kumi na sita hakipo bali kilionekana kwa mapapa waliotangulia wa enzi zile za zamani, na wakati huo huo ilifutwa kwa wakuu wengine wa kikanisa baada ya mtaguso wa pili wa Vatikani. Mozzetta hufunika mabega, sehemu ya kifua na mikono na huvaliwa wakati wa sherehe maalum na vitendo vya umma tu. Mozzetta inatumika iwe shughuli ya ishara na vitendo. Kwa mtazamo wa mfano, ni ishara ya kisheria na mamlaka ya kikanisa: yeyote anayevaa anadhihirisha jukumu la serikali na, na mwongozo ndani ya Kanisa Katoliki. Kwa upande wa Papa, mozzetta hiyo inakuwa ishara inayoonekana ya ukuu wake na kazi yake ya kichungaji kama mkuu wa Kanisa la ulimwengu wote. Katika historia, mozzetta pia imekuwa ikivaliwa na washiriki wengine wa makuhani, kama vile makardinali, maaskofu, maabati na wanasheria wa kikanisa, na rangi ni tofauti na vifaa kulingana na hadhi yao na kipindi cha kiliturujia. Walakini, motseta ya kipapa inatofautisha na sifa nyingine za kipekee, miongoni mwake ni uwepo wa aina ya kikofia na wingi wa vifaa vilivyotumika kuitengeneza. Mbali na thamani yake ya mfano, motseta awali ya yote pia ilikuwa na asili hata kazi na vitendo, kwa mfano ilikuwa ni kujilinda kutokana na baridi wakati wa maadhimisho ya muda mrefu Kazi hiyo haipo katika maadhimisho, kwa hiyo ni kuwakilisha tu kama ishara. Mozzetta ya papa inatofautishwa na aina ya vifaa na rangi, ambayo hubadilika kulingana na wakati na hali ya kiliturujia. Kwa hiyo ni kitambaa chekundu chenye kuzungukwa na mshazari au hapana, ambayo inafaa kwa nyakati za kawaida. Damaski nyeupe iliyozungukwa na mshazari au hapana inatumiwa wakati wa Pasaka na kuashiria usafi na furaha ya ufufuko. Damaski nyeupe bila mshazari uliofumwa wa rangi ya fedha iliyotolewa kwa vipindi vya joto wakati wa Pasaka, pia inajibu kwa haja ya vitendo na faraja aina hizi za mozzetta zimetengenezwa kwa vitambaa vya hariri na damaski, mara nyingi hupambwa kwa urembeshwaji wa dhahabu na ushonaji wa hali ya juu ya kikanisa. Mshazari wa fedha uliopo katika matoleo ya sikukuu kubwa zaidi unasisitiza zaidi hadhi na heshima, jukumu la papa. Matumizi ya mozzetta ya papa yameimarishwa tangu mwishoni mwa zama za kati na kuwa kipengele tofauti cha mavazi yake ya umma kwa karne nyingi. Sherehe hizo zimejumuisha matumizi ya mozzetta katika hafla ya vitendo vizito kama vile kumiliki basilika ya Laterano, sherehe kuu za kiliturujia na katekesi. Kipengele cha kuvutia ni kwamba mozzetta ya kipapa ndiyo pekee ya kuhifadhi kikofia kidogo, mara moja hutumika kufunika kichwa lakini leo hii ni mapambo tu, kama tulivyokwisha fafanua. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, katika karne ya ishirini matumizi ya mozzetta ya kipapa yalipata mabadiliko fulani. Kwa mfano, Mtakatifu Yoane Paulo wa Pili alivaa tu katika hafla maalum, wakati Baba Mtakatifu Benedikto wa kumi na sita alitumia kwa matoleo tofauti, kama ile ya ariri nyekundu na damaski nyeupe ikipanua matumizi yake hata nje ya nyakati za kiliturujia. Kwa upande wa hayati Papa Francisco, hata hivyo, moseta ilikuwa karibu kuachwa kabisa, kulingana na mtindo wake wa kiasi zaidi na usio rasmi. Papa wa Argentina alichagua kutoivaa hata wakati wa kuonekana kwake hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kuchaguliwa kwake.